Mwanamke mmoja ambaye bado hajafahamika jina lake, amekutwa amefariki dunia katika chumba cha wageni, yaani guest house, eneo la Usagara wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa kitongoji cha Miembeni Nubi Ubwakala amesema aliharifiwa tukio hilo na wahudumu wawili wa, wa gesti hiyo kwa njia ya simu wakimweleza kuwa marehemu alikuwa na mwanaume walienda kwenye nyumba hiyo kwa ajili ya kupumzika. Amesema baada ya kupata taarifa hiyo alifika eneo la tukio kisha kusimuliwa jinsi ilivyokuwa na kumtaarifu mtendaji wa kata na jeshi la polisi, walipofika kwa wakati na kuanza kufanya majukumu yao. kuna tukio limetokea kwenye guest inaitwa First and the Last guest house. Kuna mwanamke ambaye alikuja na mwanaume kwa ajili ya kuhitaji chumba ili waweze kupumzika, lakini asubuhi ili asubuhi, kulipokucha walipohitaji kufanya usafi, wakuta mlango umefungwa na komeo kwa nje, walipofungua wakakuta kuna yule mwanamke ambaye aliingia na yule mbaba yupo kitandani, walipojaribu kumwita kum, kwa kumwambia dada dada, amka tufanye usafi, lakini yule mama hakutikisika wala kuaitikia. Sasa kama ingia na taaruki, ndio maana ya kumtafuta balozi na kunipata mimi kwa ajili ya msaada zaidi. Ni kweli nili, ndio ananipigia, nilikuwa bado nimelala, ikabidi nifike eneo la tukio, nikawakuta nika wadada wapo na balozi yupo, basi wakanisimulia mkasa mzima jinsi ulivyokuwa. Na mimi kabidi nimpigie mtendaji na, na askari polisi wa kituo cha Nyashishi. Basi baadaye tukasubiri msaada wa maskari, askari walifika kwa wakati, tukawapa tuka taarifa ilivyotokea. Basi bahati nzuri na polisi mpelelezi mkoa kama amefika na timu yake kama amekuja na daktari basi wakafanya shughuli za kipolisi hapo wakamaliza, na kulikuwa na watu wengi wamekusanyika. Wakautoa mwili nje kwa ajili ya ku, wale watu waliopo nje, maana kulikuwa na watu wengi sana, ili ya, wa, wa, wa, wa, kwa ajili ya kuruhusu zoezi la kila aliyepo angalie ule mwili ama, pengine wanaweza akautambua lakini watu waliangalia wote waliokuwepo, lakini hakuna aliyemtambua hata mmoja. Mwakilishi wa mmiliki wa gesti hiyo, Jemi Kilala, amesema hajui nini kilitokea hadi marehemu a kuandikishwa jina kwenye kitabu cha wageni kwa kuwa kiutaratibu hata yeye alipaswa kupita mapokezi kwa ajili ya taarifa zake kurekodiwa. Kuhusu mtu kuuawa hapa kwenye guest house. Sasa, asubuhi hii mi nilitoka kazini, nikafunga safari kuja hapa Usagara guest house nikakutana na mwenyekiti wa mtaa, ambao alinieleza kwa uzuri zaidi kuhusu tukio lililo hapa alinijulisha kwamba kuna watu wawili ambao walikuwa wanatokea Chato kwenda Nzega, alafu mmoja wao ambao walikuwa wametoka ku... kuonana na mdada ambao walirudi naye hapa guest house. Sa kufikia asubuhi um, ilionekana kwamba yule mkaka pamoja na mwenzio waliondoka kuelekea huko Nzega na wadada wasafishaji wa, wa hapa guest house walivyokuwa wanapita kwenye vyumba kufanya usafi wakamkuta yule mdada ameisha uwawa kwenye hihi chumba namba tatu. Naye shuhuda wa tukio hilo ambaye ni mfanyabiashara wa duka jirani na nyumba hiyo ya wageni Ayubu Kipenya amesema ni tukio lililosikitisha umma wa eneo hilo. Kwa wananchi wamekaa hapo naangalia, baadaye tukaona polisi wanakuja wamefanya uchunguzi wao kwa muda fulani, baada ya hapo walituruhusu wananchi tuangalie kama tunaweza tukamtambua huyo mtu. Ni mama mtu mzima, wengi wa wananchi wameshindwa kumtambua. Wengi wanamuonaona lakini wameshindwa kujua ni wapi anapoishi. Ni tukio ambalo limetusikitisha sana watu wa maeneo haya, maana ni mama mtu mzima amefanyiwa kitendo cha kinyama. Sasa tujue aliyefanya hicho kitendo alikuwa na nia gani? Ni kitu ambacho kinaumiza na kina kina kinaleta hisia mbaya kwa sisi ambao tunakaa maeneo haya. Tuombe tu serikali na jeshi la polisi watusaidie kuhakikisha anapatikana mtu aliyefanya kitendo hicho. Taarifa ya Kamanda wa polisi mkuu wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa iliyotolewa jioni ya jana Machi 19, 2025 imesema mwanamke huyo alikutwa amefariki kwenye chumba namba tatu katika gesti hiyo inayojulikana kwa jina la Festi and Lasti Gesti. Ilionekana kwamba siku ya tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka 2025 ilikuwa ni majira ya saa moja za jioni alifika mgeni ambaye ni wa jinsia ya kiume katika nyumba hiyo na kuchukua chumba namba tatu baada ya kujitambulisha kwa kujiandikisha katika kitabu cha wageni kuwa anaitwa Bilal William mzaliwa wa Geita kazi yake ni fundi, ambaye alieleza kwamba alikuwa akitokea Chato kuelekea Nzega. Mgeni huyo baada ya kulipa fedha aliweza kupewa chumba hicho namba tatu na hivyo kuweka mizigo yake mgeni huyo, ilipofika majira ya saa nne za usiku aliaga wahudumu katika hiyo nyumba ya kulala wageni kwamba anakwenda kutafuta chakula, lakini ilipofika usiku mkubwa majira ya saa nane hivi mgeni huyo alirudi akiwa ameongozana na mwanamke ambaye hata hivyo hakuweza kufahamika jina lake. Mwanamke huyo pamoja na mgeni waliingia katika chumba hicho namba tatu kwa ajili ya kupumzika. Mwanamke huyo umri wake unakadiriwa kuwa ni kati ya miaka 30 mpaka thelathini na nne. Ilipofika majira ya saa 12 alfajiri siku ya leo sasa, wahudumu walianza kufanya usafi na wakati wakifanya usafi walibaini kwamba katika chumba namba tatu alipolala yule mgeni jana, mlango ulikuwa umefungwa kwa nje, kwa maana komeo lilikuwa limefungiwa nje huku kukiwa kuna kufuli. Hali hiyo iliwapa wasiwasi mkubwa, hivyo waliamua kufungua kuona ndani kuna nani au waweze kutoa msaada gani, lakini walipofungua katika chumba hicho, walimkuta mwanamke huyu ambaye aliingia na huyo mgeni usiku wa jana akiwa amefariki dunia huku akiwa amefungwa kitambaa usoni, na walipomwangalia katika shavu lake waliweza kuona alikuwa na majeraha yanayoonyesha ni kama vile mtu amekwaruzwa na kucha. Lakini baada ya kuona hali hiyo, wahudumu hao mara moja walitoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo ndipo askari waliweza kufika na kufanya uchunguzi. Uchunguzi katika chumba hicho namba tatu kiliweza kufanyiwa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi, ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kufaruzwa na kucha sehemu za shavuni, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni lakini pia waliweza kubaini kwamba mwanamke alikuwa uchi, mwili wake umekuta ukiwa uchi hajavaa nguo. Lakini walivyoangalia pembeni, chunguzi wetu mbaini kwamba kulikuwa na chipsi sahani mbili, chakula maarufu kama chipsi sahani mbili, lakini pembeni kuwa kuna chupa ya pombe moja, ambayo ni pombe kali aina ya Kavant lakini kulikuwa kuna chupa nyingine ya bia ambayo inaitwa Castle Lite. Baada kuona hilo, mba, ya kuona aliyo na kubaini kwamba binti huyo alikuwa tayari amekwisha poteza maisha, wameuchukua mwili huo jeshi la polisi na kuupeleka katika Hospitali ya Wilaya ya Misungwi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Binti huyo mpaka sasa hajaweza kufahamika na huyo mwanamume aliyechukua kile chumba ametoweka. Jitihada za kumsaka mwanamume huyo zinaendelea, na jitihada za kuwajulisha ku, ku, ku, ku, watu mbalimbali waweze kufanya utambuzi kwa mwanamke huyo ambaye amekutwa amefariki pia zinafanyika.